Mi nafikiri kwa upande wetu, kwanza, tunamshukuru Mungu kwa kuweza kumaliza mechi yetu salama kama ambavyo tulivyosema. Jamani, tulikuwa tuna tuna ratiba taratiba ngumu ndani ya siku kumi mechi nne, lakini alhamdulillah tumekwisha maliza tatu, nao tumebakiza moja ambayo ni mechi ya KMC ya. Na siku zote nasema kwamba sisi Simba tunaga mechi rahisi, mechi zetu zote kwetu sisi zote ni ngumu, lakini tunatambua ugumu wa mechi zote ambazo ziko mbele yetu sisi, kwa hiyo tunahakikisha tuna, tuna kupambana na ugumu wa gemu hizi kuhakikisha tunapata matokeo. Kwetu kitu kizuri ni kwamba wachezaji wote wako kambini na hatuna injury. Mchezaji ambaye ni injury mpaka sasa hivi ni mmoja ni Mzamiru tu ndo ambaye hayuko kwenye kikosi, lakini wachezaji wote ambao walikuwa injury kama Shemaloni tayari kishaingia kwenye kikosi, kwa hivyo tunashukuru Mungu. Uwepo wa wachezaji wetu kuwa vizuri wote kambini inatupa picha nzuri kabisa katika mchezo wa kesho kuweza kufanya vizuri na kutokana na alama tatu ambazo ni muhimu kwa tu sisi. Nafkiriaaraj mchezo mgumu, mchezo mgumu sana, kwa sababu tuko katika jimba la KMC, nyumbani kwao ambao simba KMC amekuwa na matokeo mabovu, amekuwa hana matokeo mazuri, lakini timu zuri sana pamoja kwa na matokeo magumu. Tuka tuka nyumbani kwao na wako katika nafasi sio na sana lakini tumesema kwamba pamoja na ugumu wao na nyumbani kwao tumejiandaa kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wake. Swali la kwanza kabisa kwetu sisi imekuwa ni faraja, kwa sababu ukiangalia game tulizocheza za kwanza baada ya mashindano ya kimataifa tulikuwa tuna fatiki, fatiki ilikuwa kubwa na wachezaji wengine walikuwa ni wagonjwa, lakini tulivyoendelea kukaa kambini, game zilivyokuja, wachezaji kidogo wameweza kupata mapumziko na hata performance imekuwa imekuwa iko vizuri kabisa. Rotation imesaidia, ukiangalia Joshua amerudi kwenye form nzuri kabisa, lakini vilevile ukiangalia game iliyopita E, mtu kama Okejefa kacheza katika iango kizuri kabisa kaisa wa eua kitusaidia, sisi ni nzuri kwa sababu tuna mechi nyingi, wingi wachezaji unaongezeka, kwa hiyo sisi ni nzuri sana. Lakini, cha chamwisho kabisa ambacho mesema akutaa na KMC ni hiyo nacheza, imani kabisa sanaaiman aua burudani ya kutosha kabisa na nzuri. Ya, ni kweli KMC wamebadilisha benchi la ufundi lakini hawajaleta mwalimu mpya, namaana mwalimu alikuwa katika timu kwao. Mi naimani kabisa hakutakuwa kuna mabadiliko sana uche ya uchezaji wa KMC kwa sababu mwalimu ni mtu ambaye alikuwa katika timu ilivyokuwepo. Kwa hiyo sisi haiwezi kutupa ugumu kwa sababu tunaelewa KMC wanavyocheza na wao wanatuelewa. Mimi mi na imani kabisa tutoka una mechi nzuri kesho. Ya, ugumu wa kwanza ni jinsi ya kuiandaa timu kwa sababu unapotoka kwenye mechi kila baada ya siku mbili, una mechi kwa hiyo mechi za ufundi unapata tabu jinsi gani ya kuiandaa timu katika mechi mechi inayokuja kwa sababu kuna muda utamaliza mechi leo uta, utafanya recovery. Siku inayofuata and then siku inayofuata uiandae game team kwa ajili ya mechi hiyo. Kwa hiyo ugumu ni muda mfupi wa kuiandaa team. Lakini kitu kizuri kwetu sisi, hmm, ni rotation. Kwamba tumeongezeka wachezaji na rotation imekuwa ikifanyika na, na tumekuwa tunafanya vizuri. Ya asubuhi. Yeah. Uh, sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri katika mchezo wa kesho zidi ya KMC. Naamini kila kitu kipo sawa. Tupo tayari kupambania kupata pointi tatu. Kila mchezo kwetu ni finali. Kwa hiyo tunaamini kesho tunaweza kupata ushindi dhidi ya KMC na prosesi mpira vizuri. Kwa hiyo naamini mechi kesho itakuwa ni ngumu, lakini tumejiandaa vizuri kupata pointi tatu. Kwa hiyo naamini kesho watu wajitokeze kwa wingi, waangalie mchezo jinsi unavyokwenda, lakini naamini atokoo changa karata yake vizuri, ataweza kupata matokeo, ila sisi tunaamini kwa tulivyojiandaa tunaweza kupata matokeo. Kwanza tuwapongeze mashabiki na tunawashukuru kwa kipindi chote tulichokuwa nacho, wao wamekuwa msaada mkubwa kwetu wa sisi kufanya vizuri. Tunawaomba watusaidie kesho, waje uwanjani kwa wingi, watokee kuisapoti timu yao. Tunawapenda sana.